Ni afueni kwa wakazi wa maeneo ya Birkani na Burmayo katika kaunti ya Mandera, mtazamaji. Na katika, katika eneo la Mandera baada ya serikali ya kaunti hiyo kuchimba visima vya maji ili kupunguza mwendo mrefu wa wenyeji kutafuta maji wakati wa kiangazi. Na visima hivyo vitasambaza maji hayo kwa vijiji na shule zilizo karibu kutumia mabomba, aa, ili kukimu mahitaji ya sehemu hiyo. Ni kwamba akizindua mradi huo gavana wa kaunti hiyo, Mohamed Adan amesema visima zaidi vya dharura vitachimbwa katika maeneo yenye mifugo mengi ili kupunguza vifo vya ya, ya mifugo hao katika kutokana na ukosefu wa maji. Kaunti ndogo za Mandera kaskazini na magharibi pamoja na, na Banisa ndizo zimeshuhudia hali ya kiangazi katika miezi ya hivi karibuni. So we We have really done our best. We are, cannot control rains. Rains are, in the hands of Allah. Good. Zamani hapa ilikuwa ilikuwa ilikuwa ilikuwa wakati wa, wa ilikuwa kura maji. Maji ilikuwa, a, maji ilikuwa kura hata kura damu. Sasa tulikuwa tunaenda maji kutafuta Ramo, Malkamari, uko Wangaitan, Elwak, ndio uko tulikuwa zamani watatarakin. Hata ilikuwa barabara hakuna. Nyuma ya wakati, kaunti ilifika, tumepata barabara, tumepata tumechimbiwa damu eh. Kuna niliona hata hii barabara sahi kuna, kuna mbuzi kondoo ambayo wanafariki fariki, watu wanabeba beba wana beba maiti ya mbuzi hapo, kwa maana ya ngazi eh, pia hali eh, vile sahai hiko ukame ni mingi, maji yameisha kwa sehemu zingine, lakini sisi tuko na bahati kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametujalia sisi kisima hapa e, gavana yetu Mohamed Adan Khalif ndio alitutobolea sisi mwaka jana na pia tumefaidika.